Happy birthday Happy birthday, happy birthday, happy birthday to me. Leo, leo ni 2X, x, yangu, leo nikiwa natimiza miaka ishirini na x utafute thamani ya x kutambua miaka yangu mpaka leo Mwenyezi Mungu hai lakini nipende kuwashukuru wazazi wangu kwa kuweza siku kuweza kuniombea siku zote na kuweza kutimiza zile ndoto ambazo nazifukuzia. Lakini nipende kuishukuru taasisi ya Tosamaganga au hospitali ya Rufaa Tosamaganga kwa kuweza kuungana nami kufikia mpaka leo kwa miaka mitano nikiwa nafanya kazi katika hospitali hii na kuweza kuendeleza au kufikia ndoto ya hospitali kwa kuweza kutoa huduma bora. Kwa yeye ambaye utakuwa na mi, utakuwa unapatikana mikoa ya jirani, ni basi unaweza kufika hospitali ya Tosamaganga, hospitali ya rufaa ya Tosamaganga kuweza kupata huduma mbalimbali ambayo itakuwa ni katika kuboresha afya yako na watu wote wanaokuzunguka. Kwa yeye ambaye utakuwa unatoka mikoa ya mbali zaidi tuna sehemu ya kufikia wageni, lakini tuna vyumba vya VIP kwa sababu unahitaji kukutana na ndugu zako waweze kutembelea au kupata huduma VIP, basi unaweza kufika. Lakini sasa hivi imekuwa ikitoa huduma mbalimbali, ikiwemo huduma ya ICU, huduma ya dialysis, huduma ya CT scan na radiology au mionzi. Tumekuwa tumekuwa tukitoa huduma ya kitengo cha mama na watoto, au huduma ya daktari bingwa wa magonjwa ya uzazi wa kina mama. Lakini tuna idara ya ngozi, unaweza kufika na kupatiwa huduma zote hizo ambazo nimesema hapo, huduma nyingine ambazo sikuzitaja leo. Nitoe shukrani kwa watu wote hao matatu au makundi hayo matatu lakini kuja na zawadi kwenu, kwa wote ambao mmefuatia mitandao ya kijamii kama mtandao wa Facebook, TikTok, Instagram na YouTube. Zawadi hii ni orodha video mia moja ambao nimezirekodi au nimeziandaa kwa lengo la kuafikisha ujumbe au zawadi kwa wale wa mama wote ambao watamani kuwa salama kipindi chote, kuweza kuhakikisha wanakuwa salama kwa kuweza kupata maarifa. Na wengine wamekuwa na maswali au wamekuwa na changamoto sana hevi, kwa video hii ni list ya video mia moja ambayo kila video moja itakuwa inajibu swali moja moja, ambalo idea ya kuandaa maswali haya imetokana na kufundisha grupu la hevi kwa muda usiopungua miezi mitatu na kukusanya maoni au maswali ambayo wanaweza wamekuwa kipitia na kuweza kuandaa video hizi. Kwa mama ambaye tuko na changamoto kusana hezi, unaweza kanitafuta zaidi uweze kupata maarifa mengi, kwa kina zaidi. Lakini tutafundishana kwa muda usiopungua miezi sita. Yaani, maana kama mama utakuwa na changamoto kusana hezi ukubali kukaa na mimi miezi sita ili kuhakikisha unakuwa salama zaidi. Lakini kwa wale ambao kwa kawaida wanatamani kupata maarifa haya, ni basi unaweza kujiunga katika kikundi langu la WhatsApp la hezi au siificha katika hezi na kupata maarifa kwa kina zaidi. Nasri ni nani? Nasri ni muuguzi mkunga ambaye anafanya kazi katika hospitali ya Samaganga kwa muda usiopungua miaka mitano, lakini pia ni mwandishi wa kitabu kimoja, kitabu cha uzazi salama ambacho kimelenga sana afya ya mama na mtoto baada ya kuzaliwa. Afya ya mama ni pale ambapo kama atakuwa na changamoto za na hedhi, anatamani kushika ujauzito kwa kutumia kalenda. Kuna mama ambao wamekuwa na changamoto mbalimbali hususan pale ambapo Usaini pale ambapo anatamani kupata ujauzito lakini kwa mama kawaida ambaye anatamani kupata ujauzito na hauna changamoto yoyote ile ambayo inakustatiza, waweza kushinda kupata ujauzito au na mipango sasa, kuweza kushika ujauzito. Basi unaweza kujifunza ili kupitia kitabu hichi lakini ya baada ya kupata ujauzito kwa mama wengi wamekuwa wakicheza changamoto mbalimbali, au kuna hofu ambazo huwa zimekuwa zikijitokeza ndani yao, lakini hajui hatua za kufanya, au wengine wamekuwa kitupa gharama nyingi kwa sehemu ndogo ambayo alihitaji tu maarifa ambayo anaweza akamjenga na kuwa sehemu salama kabisa. Kwa kitabu hichi itampa mwongozo mama kuanzia mwanzo ambapo anatamani kupata ujauzito mpaka ambapo anajifungua, kwa kuweza kupata maarifa mbalimbali, kama ana changamoto ya sukari au ana changamoto ya pressure au ana tatizo la kupoteza watoto au mimba zake zimekuwa zikaribika, basi unaweza ukapata kitabu hichi kwa kuweza kupata hiyo maarifa na kuweza kuwa salama zaidi. Lakini nasi pia ni health content creator ambaye sio tu Health content creator, lakini nimekuwa nikitoa huduma ya psychology kwa kwa maarifa machache ambayo nafahamu, lakini pia nimekuwa nikitoa hekima ambayo nimekuwa nikijifunza kila siku kutokana na mtindo wa maisha au vitu ambavyo navipitia katika maisha au kuviona kwa watu au mimi mwenyewe nimekuwa nikivipitia, na hii ni katika kutimiza ile ndoto maana unapojifunza na unapojaribu kushia kile kitu. Kunakuwa hakuna kitu ambacho kinaweza kikakukatiza au lile jambo ambalo linajitokeza tena unakuwa tayari ushalifahamu na unajua hatua za kufuata. Kwa hiyo wale ambao wanafuata mimi kwenye mitandao ya kijamii ndio mtandao wa TikTok, Facebook, Instagram na YouTube, basi unaweza kuyafuatilia, eh, posti zangu za na kujifunza vitu vingi zaidi. Hii ni katika lengo la kuhakikisha mtu anakuwa salama au anapata maarifa bila kuchagua yengo. Kwa hiyo hapa utapata hekima ya kweli, utapata saikolojia ya binadamu na mwili lakini pia tutapata kutambua afya ya uzazi kwa mwanamke ni pale ambapo atakuwa kipindi cha uzazi lakini baada ya uzazi pia yani maana mwanamke ambaye amefikia ukomo wa hedhi kama vile ambavyo anaendesha kuku langu la asili hiyo picha katika hedhi kwa hiyo ambapo tukona changamoto basi unaweza kanitafuta kwa namba sifuri saba moja sita tano moja moja moja sifuri saba hii ni namba ambayo huwa naitumia

ambao tumekuwa tukifanya nao kazi pamoja, lakini kwa mtumishi ambaye uko mbali na natamani kupata manufaa haya, basi endelea kusubscribe na ku like au ku share ili wengi waweze kujifunza na kupata maarifa mengi zaidi ya hedhi, ambayo wengi wamekuwa wakielezwa juu juu na hawajui wapi ambapo wanaweza kufikia zaidi. Lakini wengi ambao wanatamani kupata msaada ni bado wamekuwa wakiingia gharama, lakini mwisho wa siku wamekuwa wakikosa ile jibu na maswali ambayo unahitaji au bado imekuwa ukiwasumbua zaidi. Kwa video ya maswali mia moja itakuwa na majibu ndani yake, hapo atakuwa msaada kwa mwanamke yoyote yule. Lakini nasi pia ukicha <coughs> na uandishi content creator, lakini nasi ni mtatuzi kwa magonjwa au tuseme swala ambao wanawake wengi wamekuwa wakipitia baada ya kujifungua. Ni mwanamke ambaye atakuwa anapitia changamoto ya kukosa maziwa ni basi, nimekuwa nikitatua kwa kuweza kumpatia lishe na kitabu kidogo Kina kinachoitwa chem chemchemo wa maziwa hichi ni kitabu ambacho kitakuja pamoja na, na lishe hii. Lishe ni maalum kwa ajili ya wanawake wote ambao watakuwa na changamoto ya maziwa. Kwa hiyo lishe itambatana hichi kitabu kidogo ambacho mwanamke anaweza kujifunza, wewe familia anaweza kujifunza, uweza kupika na changamoto ya maziwa. Kwa hiyo hichi ile mwongozo wa kitu gani ambacho atakiwa kufanya, hususan wewe mama mama ambao watamani kuwa na maziwa mengi, lakini kwa mama ambao maziwa machache, ni kitu gani ambacho kwa kinaweza kupelekea kuwa na maziwa machache zaidi? Kwa hiyo hapa unaweza kujifunza, lakini hii ni tiba ambayo mwanamke anaweza kaona matokeo yake ndani um, ya muda mfupi baada ya kujifungua, lakini waza, unaweza kuanza kutumia mbegu zaidi tukana mbao, tukana mbao, tukana mbao, tukana mbao, mislisa, kwa sababu kutokana na mimba miezi 9 lakini baada ya kujifungua unaweza kuendelea tena na kuhakikisha mwanamke anajifungua anapata maziwa mengi zaidi. Asoa imeanda ilishe au idea mekujaje hii? Baada ya kufanya kazi kitengo cha mama na watoto na kuona mama wengi baada ya kujifungua wamekuwa wakikosa maziwa, na watoto kupata changamoto ya manjano, hali ya kukosa choo na matatizo mengine mengi yanayoathiri afya ya mtoto kama atakosa maziwa. Kwa hiyo ni vyema ukapata lishe hii, ni vyema unafuatilia video hii, haijalishi ni mwaka gani, hii lishe itakuwa endelevu na unaweza ukapiga sim namba sifuri saba moja sita tano moja moja moja sifuri saba i ili kuweza kupata lishe hii. Lakini kwa wale ambao uko mkoani, namaanisha huko Dar es Salaam, unaweza ukapiga namba sifuri sita hamsini na tatu tatu sita nne sita arobaini sita, yaani sifuri sita hamsini na tatu tatu sita nne sita hamsini na sita. Lakini kwa baadhi ya mikoa mingine, kwa sababu hatujapata kusambaza zaidi, unaweza ukapiga namba yangu ya moja kwa moja na kuweza kuandaa pakeji yako na kukutumia kwa namba sifuri saba 165 111 07. Mwisho hizo moja moja zinakuwa tatu, alafu mwisho 07. Hii ni namba ya huduma ambayo unaweza kupata mafunzo yangu, au unaweza kupata huduma yangu ya kitabu, au huduma yangu ya lisha ambayo itakuwa msaada kwa moja kwa moja. Kwa hiyo video hii ni kwa ajili ya kuishukuru hospitali ya Samaganga, video hii ni kwa ajili ya kuwashukuru mama wote, na video hii kwa wale wote ambao wamefuatilia mitandao ya kijamii. Na kwa wale ambao mko katika grupu yangu la WhatsApp plus ile katika heavy. Asanteni, naomba tuendelee ku like, ku share na ku subscribe kwa wale ambao mnafuatia katika mtandao wa, wa YouTube, lakini kwa wale ambao uko TikTok, basi unaweza ka follow na upande wa Instagram au Facebook. Unaweza ka follow mtandao wangu kwa jina Nasri Salum. Lakini jina langu halisi ni Nasri Mfaume Salum Liembe, ni ni jina ambalo naitumia kwa hiyo kwenye huduma ya kazi au mitandao ya kijamii nimekuwa nikitumia jina Nasri Salum, lakini kwenye kitabu changu utapata kwa jina Nasri Mfaume Liembe, ambaye ni jina ambalo natumia katika kazi zangu za uandishi t lakini kwa, kwa ka lakini kwa wale ambao unatamani kunitumia hela mmm, maana kuniishi peke yake haitasaidia sana, ukanitumia kupitia, ukaniishi uka kutumia hela kidogo, si ndio? Au vimoji moji vingi vingi, vingi, pale ambavyo vinaonyesha ishara hela ya big up sana, asanteni mpaka wakati mwingine.